Chama Cha Mapinduzi Wilaya ya Ludewa kinapenda kuwaarifu wanachama wake wote waliojiandikisha katika mfumo wa kielektroniki kwamba zile kadi zilizokuwa zinasubiriwa kwa hamu tayari zimeshafika hapa wilayani Ludewa na zitagawiwa katika matawi yote ili wanachama waweze kwenda kuchukua. Na kadi hizi zitaanza kuchukuliwa kuanzia tarehe ishirini na mbili ambayo ni siku ya Alhamisi ya wiki hii, ndipo zitaanza kutolewa kwa makatibu tawi. Kama wewe unajua andikisha katika mfumo na hukupata kadi ya kielektroniki, basi unatakiwa kufika kwa katibu tawi siku ya tarehe 22 ili uweze kuchukua kadi yako. Lakini pia awali, kuna kadi ambazo zilitolewa za kielektroniki za wanachama ambao kuna wengine walishapata, hao nao pia zoezi hili linawahusu, kwa sababu kuna mabadiliko ya kadi, zimeboreshwa zaidi Hivyo wanachama wote, iwe ulipata kadi au haukupata kadi, na wewe ni miongoni ambao unatakiwa kufika kwa katibu tawi ili uweze kupatiwa hii kadi. Na kadi ya awali ukiangalia mfano wake ni kama huu hapa, ambapo ilikuwa ina jina la mwanachama, lakini na namba ya wanachama na kuonyesha jinsi yake na saini ya mwanachama tu. Lakini kwa sasa hivi kadi zilizoletwa zimeboreshwa ambazo zinaonyesha jina la mwanachama ni kama hii hapa inaonyesha jina la mwanachama, inaonyesha namba yake ya mwanachama, inaonyesha jinsi yake, anatokea mkoa gani, anatokea wilaya gani, anatokea pia kata gani, pamoja na tawi analotokea. Lakini pia mwishoni kuna saini yake ambayo ipo ya mwanachama kwa hiyo ndio utofauti kati ya kadi hii hapa na kadi hii kwa hiyo wewe uliyepata kadi na ambaye hukupata kadi wote tunatakiwa tufike wakatibu tawi ili tuweze kuchukua kadi zetu za kielektroniki lakini unapoenda kuchukua kadi hizi hakikisha unaenda na kitambulisho cha nida pamoja na kitambulisho cha mpiga kura hivi vitatumika katika kuhakiki na baadhi ya vielelezo ili viendane na kadi hizi za wanachama. Kwao kila mtu afiki akiwa na vielelezo hivyo, lakini pia ni wataarifu kuwa zoezi hili la kuchukua kadi halina malipo yoyote. Ukifika kwa katibu tawi, basi utaangaliwa jina lako, utaangaliwa kadi yako, utapewa bila kutoa malipo yoyote. Naomba nisisitize hakuna malipo yoyote yanayotakiwa kufanyika. Kwa upande wa Ludewa tumepokea kadi nyingi sana. Mpaka sasa tumepokea kadi zaidi ya elfu arobaini na nane ambazo na zote zitagawiwa kwa wanachama waliojisajili katika mfumo wa kielektroniki. Lakini kama hukusajiliwa kabisa na haukupata kadi ya awali, zoezi hili linaendelea. Kwa hiyo unaweza ukafika wakati wenzako wanapokea hizi kadi na wewe unaweza ukafika ukasajiliwa, ukaingizwa katika mfumo na kisha baadaye utapata kadi yako ya kielektroniki kama ambavyo wanapata wenzako wa sasa. Hivyo ni wasihi sana mjitokeze kwa wingi mweze kupata kadi zenu na uweze kukijenga chama, kwa sababu kupata kadi hii ni kielelezo pekee ambacho kinaonyesha kwamba wewe ni mwanachama uliye hai na mwanachama unayetambulika. Lakini utaonekana kuwa ni mwanachama mwenye mchango mkubwa na mwenye kukijenga chama. Basi niwaombe tujitokeze hiyo siku ya tarehe ishirini na mbili, siku ya Alhamisi, tuweze kupata kadi hizi za kielektroniki. Na sisi Chama cha Mapinduzi Wilaya ya Ludewa hatunaga jambo dogo. Ukitaka kuamini hilo, basi tufike matawini tuone hilo jambo kubwa linavyotokea. Kwa hiyo wote wanachama tukutane matawini kwa makatibu tawi tukaone jambo linavyotendeka, jambo kubwa la Chama cha Mapinduzi, chama kubwa.